Na, naitwa Dk. Juma Mmongoyo e, mimi ni mwadhiri mwandamizi wa wa kemia. E, leo nimekuja mbele yenu kama mwenyekiti wa warsha ambayo Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam e, imeandaa na mimi nazungumza kama mwenyekiti wake. Ni warsha muhimu sana e, ni warsha ambayo e, malengo yake makubwa, ujumbe wa jumla e, ni kwamba e, tunaona kuna gepu kubwa la la jamii yetu, hususani wa, wanafunzi waliomaliza kidato cha sita wanafunzi waliomaliza kidato cha nne e, hawa ni malighafi wa chuo chetu na wanaweza kuja chuoni kwetu kwa ajili ya kufanya programu mbalimbali. Lakini tunatambua e, gepu lililopo kwamba e, maligafi hii au wadau hawa walio wengi hawafahamu e, programu gani nzuri za kuchagua kujiunga na chuo kikuu e, kutokana na combination zao. Sasa, kwa kuliona hilo E, Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mm, tumeamua kutengeneza workshop au wa warsha ambayo itajikita katika kuziba gepu hilo. E, wadau hawa wanapaswa kuja chuo kikuu hapa kwa ajili ya kuhudhuria hii warsha, wapate mafunzo mafunzo halali kabisa kwa ajili yao. Mafunzo haya yatafanyika tarehe ishirini na nane e, mwezi mwezi huu jumamosi inayokuja. Tumejipanga vizuri kabisa e, tupo ngangari kabisa kwa ajili ya kuwahudumia um, kwa hiyo kwa jumla, warisha yetu inahusu mafanikio ya kitaaluma chuoni na namna ya kujiandaa na soko la ajira e, katika hii karne ya ishirini na moja nitakupeni tu mada chache kwa ufupi, lakini ni mada zitakuwa nyingi ambazo ni bora na zitakufanya mteja uje zitakubadilisha. E, zitakubadilisha baada ya, baada ya kumaliza hii workshop e, utakuwa tofauti, utakuwa unajua vitu vingi. Kwa mfano mada tatu tu nitakupa kwa, kwa rakaraka. Kwa mfano mbinu zinazohitajika katika kufikia malengo ya kitaaluma chuo kikuu, hilo ni jambo la muhimu ukifika utahudumiwa, mwongozi wa namna ya kuchagua programu mbalimbali mbali nzuri kulingana na combination yako au mchepuo wako uliofanya kule high school au o level. Hiyo ni kitu cha muhimu, lakini zaidi ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. Ujuzi unaohitajika katika soko la ajira, jambo hili uwezi kulipata mahali pengine popote isipokuwa hapa MUCE, Mkwawa University College of Education. um, sasa Warsha hii tumeiandaa mahsusi kwa ajili ya yenu, e, kama nilivyotangulia kusema e, wadau mahususi sana, sana ni waliomaliza kidato cha sita waliomaliza kidato cha nne e, lakini wadau wapo wengine, wazazi e, wazazi, wadau wa elimu, walezi e, na marafiki wanajamii kwa ujumla. e, warsha hii ni ya muhimu sana kupata maarifa yanayoweza kuwa, ku, kuwawezesha U, u, u, u, wanafunzi e, tarajiwa wa chuo kikuu e, e, muda mfupi tutaanza e, mwaka mwaka mpya wa masomo. Kwa hiyo e, maarifa haya ni maarifa muhimu sana ambayo, wewe kidato cha sita uliyemaliza, e, wewe e, kidato cha nne uliyemaliza wewe, e, mwanachuo ambaye umemaliza chuo, chuo kikuu lakini bado unahitaji kujua mambo ya muhimu ya ujuzi ili kukabiliana na e, hali ya soko la ajira kwa sasa e, e, e, warsha hii kwako ni muhimu sana usikose. e, gharama zetu ni nafuu, utalipia kidogo e, bei yake ni elfu thelathini na tano tu za Kitanzania na mode of payment, namna ya kulipia ni ni kwamba utaaripia kwa kutumia control number kama ifuatavyo. Nitaongea kwa kwa polepole, tisa tisa nne sifuri tatu sifuri moja tano tisa tatu saba moja. Hii ndiyo control number ambayo ukiitumia kwa kutumia tu simu yako ya kiganjani unaweza kulipa 35 na ukishalipa 35, eh, 35000 tayari una uhakika wa kuhudumiwa na kupata eh, haya madini ambayo tuna tumejiandaa nayo na tupo tayari kukuhudumia kwa, kwa weledi wa, ju, wa hali ya juu kabisa. Eh, kwa mawasiliano zaidi namba zetu za simu namba ya mwenyekiti mimi kwanza ni 075987 moja, tatu, tisa, nne. Lakini namba ya katibu wangu um, pia ni sifuri, saba, hamsini na tatu, um, tano, tano, tano, sifuri, arobaini na sita. Au namna nyingine ambayo unaweza kufanya, kama upo karibu, unaweza kuja kwenye ofisi za za fedha, idara ya finance kufanya malipo, utahudumiwa uta Tuna furaha sana kukupata, habari hii njema, na tunasema hatuwezi kusubiri, tunataka uje ili tuweze kukuhudumia na utoke hapa ukiwa una uwezo mkubwa wa waku, waku, kuchagua program wa wak, namna ya, ku, ya kufahamu eh, ujuzi gani unaohitajika katika soko la ajira. Asante sana.